Haleluya, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Watoto wa Mungu, karibuni sana kuisikia sauti tena ya Bwana, Mungu wa majeshi kupitia mimi. Nataka uh, niwaambie kitu kimoja watoto wa Mungu na niwakumbushe kitu kimoja. Uh, tuko katika nyakati za mwisho sasa hivi na ni wakati ambao tunatarajia Bwana Yesu atarudi muda si mrefu. Sasa nimeona jambo ambalo Bwana amesema niwakumbushe, kwa sababu yeye amenifunulia jambo fulani katika ulimwengu wa roho, na jambo hili ni ujio wa Yesu Kristo wa mara ya pili. Naomba niwaambie ndugu zangu ya kwamba Yesu Kristo anarudi. Sitaki kuongea mambo mengi sana. Maana nimepita katika ufunuo mzito na mambo mazito sana ambayo ni ajabu sana. Kwa sababu niliona mapigo. Niliona watu wanapata mapigo mabaya sana katika dunia. Na hayo mapigo yalikuwa dunia nzima. Sababu katika hayo maono nilikuwa nyumbani, na nilipokuwa nyumbani kwetu, uh, niliona manzi, niliona manzi yanaanza, manzi manzi yanaingia ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ndani hapo ndani kwetu, manzi yanaingia ndani. Nikasema haya manzi yanatokea wapi? Ghafla kutoka nje, nikaona nje nako kumejaa manzi. Yaani madudu madudu kama manzi. Yanazurula yanahangaika ikija na kukaa, yana yani yanakuletea gasi gasi yanakuletea shida tu. Yale manzi yalikuwa yanazunguka na kuhangaika, yanawakaa watu. Unajua hata wewe nzi wa kawaida tu akikukaa katika uso wako afu akatoka utakuwa unamfukuza kila wakati. Nzi wa kawaida tu mdudu yote akikukaa kwenye uso lazima utaona na kugasi, utamfukuza. Ukimfukuza anarudi tena, kama unavyojua shida ya nzi. Sasa walikuwa nzi wengi sana, na sijui walitokea wapi, walivamia dunia nzima, wakawa wanasumbua watu, wanakaa watu kwenye nyuso, kwenye nini, wanakaa watu, wanahangaisha watu. Baada ya nzi, naona nzi mara, wakatokea nzige au panzi, hawa nao wakawa wanaingia watu, wanaka wanakalia watu kwenye mwili, kwenye nguo, watu wanasumbuka, watu wanahangaika na kukimbia kimbia ovyo, ni wengi sana. Yaani ni wengi sana. Nataka sema kama nikutembea kutoka hapa utembee hatua tano mbele hauwezi. Kwa sababu wale walikuwa ni hewani wanapaa, wakija wanakukalia kwenye uso, kwenye nini. Yaani ilikuwa ni shida sana. Biblia inasema kwamba ole wao wanaitamani siku ya Bwana, maana sio nuru ni giza. Ole wao wanaitamani siku ya Bwana. Siku ya Bwana imekaribia na siku ya Bwana inakuja. Vitu nilivyoviona ni vya hatari sana. Niliona watu wale ambao hawaja pata neema ya kutubu na kumwamini Yesu Kristo. Miguu yao ikiwa imepasuka pasuka na mikono yao ikiwa imepasuka pasuka. Pasuka. Yaani ile dhiki ilikuwa ni dhiki kweli kweli yani. Watu walikuwa wanapata maumivu makali. Miguu yao ilikuwa imepasuka pasuka na kuchanika chanika yani, kama imeshonwa shonwa hivi yani. Yaani miguu imepasuka pasuka lakini ina, ina majeraha. Wale watu ambao hawakupata neema ya kuokoka, hawakunya ambao hawakunyakuliwa katika unyakuo ufufuo wa kwanza. Wale ambao hawakunyakuliwa walibaki. Wakaokoka kwa damu zao. Niliwaona wakiwa wana majeraha makubwa sana kwenye miili yao na miguu miguu yao ikiwa imekatwa katwa na, ku... na kupasuliwapasuliwa. Hao niliwaona wakiwa tayari wamepata mateso, na wakati huo, wakati ninawaangalia walikuwa tayari wanaokolewa, yani wanaokolewa, lakini wanaokolewa wamejiokoa wenyewe, yani kwa maumivu ambayo wameyapata na mateso waliokuwa wameyapata lakini Bwana akaja nao akawachukua wakawa wameokoka, lakini wameokoka kwa tabu sana, wakiwa wana majeraha makubwa kwenye miili miili yao imechanwachanwa imepasuliwa pasuliwa, yaani wako ovyo ovyo, wengine wamekatwakatwa miili wamekatwa katwa mikono, wengine tu wamepa... yani, inategemea na kipigo utakachokutana nacho kipindi hicho kitakuwa ni cha kiasi gani. Kwa hiyo mimi nataka niwaase ndugu zangu Wakristo wote, maana siwezi kuambia wengine wengine watapata neema. Yesu atawapa neema wao wenyewe, Yesu mwenyewe atawapa neema ya kuokoka. Kama unavyoona kuna baadhi ya mashehe wanaokoka, wanajua Mungu, kuna baadhi ya Waislamu wanaokoka, au sawa. Lakini kuna wale ambao hatuwezi kuwaokoa sisi, yani mpaka Mungu mwenyewe ingilie kati. Yani hao hauwezi, hata ukiwahubiria habari za Yesu hawezi kukusikiliza, wala hawamwelewi Yesu. Wanakwambia tu Yesu ni nabii, wanakwambia tu Yesu ni mtume, lakini kiukweli, Yesu ni zaidi ya mtume na Yesu ni zaidi ya nabii na kiukweli, Yohana Yohana 14:6 Yohana 6:14, inayosema kwamba mimi ndimi njia ya ukweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa baba ila kwa njia ya mimi. Hilo ndio andiko kuu ambalo napenda kulisimamia kwa watu wote ulimwenguni pamoja na Waislamu kwamba njia ni Yesu. Nimesema kwenye klipu zilizopita, lakini narudia tena leo, njia ni Yesu. Nimenyamaza kwa muda mrefu, nikasema Ngoja nitulie niendelee kumsikiliza Mungu kwanza. Lakini mambo mengi, vitu vingi Mungu amenionyesha. Mafunuo mengi Mungu anaendelea kusema na mimi. Lakini sasa naachia tena. Ndugu zangu, huu ni wakati wa mwisho. Anayejitakasa aendelee kujitakasa. Muongo aendelee kuwa muongo. Mzinzi endelee kuwa mzinzi. Mwasherati endelee kuwa mwasherati. Lakini hizi ni nyakati za mwisho. Mchafu naendelee kuwa mchafu. Muovu naendelee kuwa muovu. Lakini hizi ni nyakati za mwisho. Mimi nataka niwaambie kwamba Kufunga sio njia ya kwenda mbinguni wala hatuwezi, hatuokolewi kwa kufunga, wala hatuokolewi tu kwa kumwamini mtu yoyote. Wokovu unatokea kwa Wayahudi na Yesu ni Myahudi, na Wayahudi ndio watu wa kwanza kumjua Mungu wa kweli. Sasa nataka niwaambie kweli kwamba hakuna mtu atakaye muona Mungu, hakuna mtu atakaye enda peponi kama mnavyosema peponi, hakuna mtu atakaye ingia mbinguni, hakuna mtu atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni isipokuwa amemwamini Yesu Kristo, Sio kuamini tu kama ndugu zetu Waislamu mnavyosema tumwamini Yesu tu, yani Yesu ni, ni nabii tu wa kawaida. Hapana, kazi ya Yesu ya msalabani ndio kazi pekee ambayo imemleta ulimwenguni kwa ajili ya wanadamu wote kuwaokoa wote. Hakuna kiumbe yoyote ambaye atategemea kujiokoa mwenyewe au kujiokoa au kuokoa ku, ku, watu wake kwa njia ya kufunga na kuomba, hapana, au kwa kufanya dua. Njia pekee ya kuokoka katika ulimwengu huu na kuingia peponi ni kumwamini Yesu na kumkubali, sio kumwamini tu kama ndugu zetu Waislamu wanavyosema tunamwamini Yesu kama Isa, kama nabii wa kawaida, hajakufa wala hajafufuka. Kama haumwamini Yesu kwamba amekufa na kufufuka, basi kuingia peponi itakuwa ni kazi sana. Yani ndio hivyo, na kwa ukweli tuongee ukweli, kama ninyi Kuruani 5:35 inasema mtafute njia ili mpate kuokoka. Njia hiyo ndio Yesu. Yohana Yohana 6:14 14:6 inasema kwamba mimi ndimi njia ya ukweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo kwa ndugu zangu Waislamu, sijakuja hapa kwa ajili ya kugombana au kuzozana, lakini kwenye ukweli tuongee ukweli. Kama unataka kumuona mbi Mungu na kwenda mbinguni na kuingia peponi, pepo unayoisema wewe, pepo unayotaka kuingia wewe, ni pepo inayoandaliwa na Yesu Kristo. Maana aliondoka hapa akatwambia, naenda kwa baba kuandalia makao ili mimi nilipo. Ukisoma Yohana kumi. Yohana kumi, kumi Yesu anasema pale. Mimi naenda kuandalia mahali makao. Maana kwa Baba yangu kuna makao mengi. La sivyo nisingewaambia. Naenda kuandalia makao ili mimi nilipo na nyinyi muwepo. Sasa hakuna nabii yoyote aliyekuja katika ulimwengu aliyewaahidi wanadamu kwamba yeye anaenda mbinguni kwa Baba kuwaandalia wanadamu makao isipokuwa ni Yesu peke yake. Sasa kama hautomwamini Yesu, nikwambie ukweli. Hiyo pepo unayoambiwa kwamba kuna pepo, basi hizo ni propaganda tu Hawezi kuingia kwenye hiyo pepo. Pepo labda kama kuna pepo nyingine, lakini pepo ambayo Yesu anaenda, ambayo Yesu ndo alitumwa na Mungu kuja ulimwenguni, aliyezaliwa na Maryam, basi mwanadamu yoyote anayetaka kuingia hapo ni lazima mwamini Yesu, uamini Yesu kwamba alikufa na kufufuka kwa ajili yako, akafa msalabani, akasulubiwa kwa ajili yako, akapaa kwa aka, akaenda kukuandalia makao mbinguni. Nataka niseme kwamba Yesu ameenda kumwandalia Mtume Muhammad makao mbinguni. Yesu ameenda kuandalia Waislamu wote makao mbinguni na wanadamu wote, lakini ni Muislamu yule tu ambaye atamwamini Yesu na kuokoka na kukubali. Mnajua ni lazima tuongee ukweli, ni lazima tuongee ukweli kwenye huu ulimwengu, ni lazima tuongee ukweli. Hauendi peponi kwa kutumia tu dini yoyote, hapana. Utaenda peponi kwa kumwamini Yesu kwamba alikufa na kufufuka na kwamba na yakuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hautaenda peponi kwa kuamini tu Yesu kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hautaenda peponi kwa kufunga. Hautaenda peponi kwa kufanya dua. Utaenda peponi kwa kumwamini Yesu kwamba alikufa na kufufuka kwa ajili yako. Kama hautaki kuamini, basi mimi sikulazimishi. Na ni lazima tuongee ukweli. Hata kama watu wana, watasema kwamba sijui ukiongelea sijui dini hapana. Kama mimi ni mchungaji ama ni mtumishi wa Mungu, ni lazima simu ukweli. Hakuna cha kusema kwamba oh, nikisema nikitaja dini ya mtu sijui nikisema nini sijui, kuna hiki kitatokea, sijui kuna kile. Hapana, kwa sababu hatutukani, na tumeagizwa hivyo kwenye neno la Mungu. Situkani dini ya mtu, simsemi mtu, lakini dini imesema. Yesu amesema kwamba tuwahubiri watu, tuambie ukweli kwamba njia ya kweli ya uzima ni yeye. Kwa hiyo mimi nitakwambia njia uliyokuwa nayo wewe sio ya kweli. Njia ya ukweli ni Yesu. Kama unataka kwenda peponi, mwamini Yesu hata kama utanichukia ama utanifanya nini, lakini njia ya kweli ni Yesu. Mwamini Yesu. Na nisiposema mimi kwa kuogopa mtu kuogopa kitu chochote, siku ya hukumu nitaenda kuulizwa kwa nini sijakwambia wewe kwamba njia ya kweli ni Yesu. Kwa hiyo hamna namna yoyote ya kuogopa, njia ya kweli ni Yesu. Dini yoyote kwenye dunia hii, awe Budha, awe Krishna, awe Rastaman au Rastafari, Hakuna njia ya uzima ya kumfikisha mtu katika ufalme wa mbinguni au peponi isipokuwa ni Yesu. Wewe kaa kwenye dini yako, funga, omba, lakini kama utahitaji kumwona Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ni lazima uishi maisha matakatifu wa kumwamini Yesu, maisha matakatifu kupitia Yesu, sio maisha matakatifu kukupitia kitu chochote, kwa sababu kama Wahindi wanaabudu ng'ombe na yule mtu mwenye mikono mingi alafu wana, wa, wa, bado wanawambia watu usizini, usiibe, usiseme uongo, usimshuhudie jirani yako uongo, usiue. Nataka niwaambie kwamba dini zote zinafundisha kufanya mambo mema. Kwa hiyo usiipime dini kwa kuwafundisha watu mema ukasema ni dini ya kweli. Hata dini zote duniani, hakuna dini inayofundisha watu wafanye mambo mabaya. Dini zote zinafundisha watu wafanye mambo mema lakini njia pekee ya, peke ya kumwona Mwenyezi Mungu na kwenda peponi ni lazima umwamini Yesu una usimwamini kama mtume au nabii tu, umwamini Yesu ya kwamba yeye alitumwa na Mwenyezi Mungu akafa akafufuka akasulubiwa akazikwa akapaa na kwamba atarudi duniani kuwafufua walio hai na waliokufa. Sasa huo ndio ukweli, hakuna ukweli mwingine, na hapa tunahubiri ukweli kwa sababu ni watumishi wa Mungu, tunapaswa kuongea ukweli. Hatupaswi kufumbia fumbia ama kuogopa kitu chochote, kwa sababu kama nikufa utakufa tu. Hatupaswi kumtukana mtu yoyote, ila tunapaswa kusema ukweli kwamba njia ya kweli ni Yesu. Dini siyo njia ya kweli. Dini ya Kikristo sio njia ya uzima. Dini yoyote kwenye ulimwengu huu sio njia ya uzima, isipokuwa njia ya uzima ni Yesu. Ndio maana akasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao, nao tele. Maanake Yesu alikuja ili sote tuwe na uzima kwa kumwamini yeye, sio dini. Dini ina taratibu imeweka, dini ina kanuni imeweka, kwamba usizini, usiibe, toa sadaka, wasaidie yatima, wasaidie wajane, wasaidie wenye shida mbalimbali. Hizo ni taratibu za dini na hayo ni matendo mazuri kweli mbele za Mungu, lakini ukitaka kumwona Mungu na kwenda peponi ni lazima umwamini Yesu, na kumwamini Yesu alitumwa na Mwenyezi Mungu, alisulubiwa akafa na akafufuka. Lazima uijue mission ya Yesu. Lazima uijue taski ya Yesu. Kilichomleta Yesu duniani ni nini? Yesu hakuja kama manabii wengine. Yesu alikuja kama mwana pekee wa Mungu, alikuja kuokoa kile kilichopotea, ambacho ni mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu yangu mwenye dini yoyote ile, ndugu yangu mwenye dini yoyote ile ambayo iko nje ya Yesu Kristo, unapaswa kumwamini Yesu na kumfuata Yesu unapaswa kumwamini Yesu na kumfuata Yesu na kumkiri kwa kinywa chako, maana imeandikwa katika Warumi kumi tisa, kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa kuwa kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo huamini hata kupata wokovu. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachotaka kuwaambia ni kwamba kama una dini yako sawa, lakini nikwambie nabii wako wewe, Rastamani sijui Rastafari sijui Rastamani, una dini ya Kirastamani, wewe mwenye dini nyingine, sijui Krishna, dini ya Kihindi na dini zingine zote, nataka niwaambie ukweli: njia pekee ya kumwona Mungu ni kumwamini Yesu na kumkubali Yesu ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Njia ya kweli ni kumwamini Yesu ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kukiri kwa kinywa chako bila kumhofu mtu yoyote bila kumwogopa mtu yoyote. Kwa maana tunaishi duniani, ni kweli, tunaishi kwa sheria na taratibu zilizowekwa katika nchi zote, lakini siku ya kufa utakufa peke yako na hakuna mtu atakayekupeleka peponi wala atakayekusaidia, hakuna chochote kitakachokusaidia. Tunaishi kwa kanuni na, na, na taratibu za serikali za dunia zilizowekwa na tunapaswa kuzitii mamlaka na serikali zote zilizowekwa, kama maandiko yanavyosema na vitabu vya Mungu vinavyosema, kwamba tuatii wenye mamlaka. Lakini katika swala la kuhubiliana ukweli tunapaswa kuhubiriana ukweli. Mimi sijakuja hapa kuvutia dini yangu wala kutangaza dini yangu, kwa sababu dini yangu siyo njia ya kwenda mbinguni. Dini yangu siyo uzima wa milele isipokuwa Yesu ndiye uzima wa milele. Mimi namhubiri Yesu na kumsema Yesu mbele za watu wote, kwamba kama mtu yeyote atataka kumuona Mungu ajue kabisa kwamba dhehebu lake halitampeleka mbinguni. Roman Katoliki itakupeleka mbinguni. Lutheran itakupeleka mbinguni. Pentecost itakupeleka mbinguni. Oxford haitakupeleka mbinguni. Buddha haitakupeleka mbinguni. Eh, dini yako yoyote ile, Uislamu hautakupeleka mbinguni isipokuwa kitakachokusaidia wewe uende peponi ni kumwamini Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu dhambi haiondolewi kwa kupiga magoti na kutubu na, ku, na, na, na na kufunga na kuomba. Dhambi inaondolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Mungu alimwaga damu ya Yesu Kristo, alimtuma Yesu amwage damu yake kwa kusulubiwa. Misheni ya Yesu kufa na kufufuka ni misheni ambayo ilipangwa na Mungu. Sio kwamba Yesu alikuwa na laana au alikuwa na dhambi. Hapana. Vitabu vyote vinathibitisha, kitabu cha Kurani na Biblia, vitabu vyote vinathibitisha kwamba Yesu hajawahi kutenda dhambi. Na kama kuna eneo Yesu amewahi kutenda dhambi, nionyeshe kwenye Kurani na Biblia. Hapana sehemu ambayo Yesu amewahi kutenda dhambi. Sasa nataka nikuulize swali. Inawezekana vipi mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi aje auliwe duniani bila kosa lolote? Kwa hiyo kosa la Yesu lililomuua ni misheni ya Mungu mwenyewe. Alimtuma akamwambia lazima aje afe amwage damu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima. Nataka niwaambie kitu kimoja. Zamani katika Torati, mnayosoma watu walikuwa dhambi zao zinaondolewa kwa kutumia damu. Wana wa Israeli walikuwa walikua kituasa, wakitaka kusogea mbele za Mungu walitakiwa watoe sadaka za wanyama ili dhambi zao zifunikwe, zisamehewe. Kwa hiyo walikuwa wanaendelea kufanya hivyo miaka yote mpaka pale alipokuja Yesu ndio sadaka za wanyama zikakoma za kumwaga damu ili dhambi ziondolewe. Nataka niwaambie kitu kimoja, labda ni shida ya elimu. Dhambi za mwanadamu haziondolewi kwa kupiga magoti na kutubu tu from nowhere, hapana. Dhambi za mwanadamu zinaondolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, ndio maandiko yanasema kwamba wale waliotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, watakatifu waliotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo pekee ndio watakaoingia ufalme wa mbinguni, na ndio wenye nafasi katika ufufuo wa kwanza, kwa sababu ufufuo wa kwanza ni uzima wa milele lakini ufufuo wa pili ni lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa hiyo hakuna dini kwenye dunia hii yoyote, wala hakuna dhehebu lolote litakalo mpeleka mtu mbinguni, wala kufunga hakuta kupeleka mbinguni, wala kutoa sadaka sana hakuta kupeleka peponi, wala kutoa dhabihu sana hakuta kupeleka peponi, wala kutoa fungu la kumi hakuta kupeleka sana peponi, sawa? Ukifanya hivyo vitu vyote, unaweza ukafanya urahisi wa Mwenyezi Mungu kukubariki katika maisha haya ya kawaida lakini swala la kwenda peponi ni lazima umwamini Yesu kama ni Bwana na na na mwokozi wa maisha yako, na kuamini ya kwamba alikufa na kufufuka kwa ajili yako na alimwaga damu ile. Misheni ya Mungu kuwaruhusu wanadamu wachinje kondoo na mbuzi ili watoe sadaka za damu ili wasemewe dhambi zamani, ikafutwa Mungu akaona atoe sadaka isiyokuwa na wa sadaka takatifu ya Yesu Kristo, ambaye ndiye mwana pekee wa Mungu aliyetumwa duniani, ni mwana wa Mungu Aliyetumwa duniani ili afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima. Na ndio maana sasa hivi hatutakiwi kutoa sadaka tena za damu. Kwa sababu sadaka, sadaka pekee ya Mungu aliyoitoa ni Yesu Kristo. Kama damu na dhabihu ya kweli na kafara kwa ajili ya kutakasa dhambi za wanadamu ziondolewe kabisa. Kwa hiyo dhambi za wanadamu sasa hivi zimesamewa toka miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo ukikubali kumkiri Yesu na kumwamini moyoni mwako kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dhambi zako zitasamehewa na kuondolewa kabisa na hautakuwa na dhambi tena. Kwa hiyo watakaoruhusiwa kufunguliwa mlango lango la mbinguni lango la peponi ni wale tu waliotakaswa kwa damu ya Yesu na watakatifu wanaojulikana duniani ni wale waliotakaswa kwa damu ya Yesu. Sio wanaofunga sana, sio wanaoomba sana, sio Lutherani, wala sio Anglican, wala sio Roman Catholic, wala sio Assemblies of God. Yani dhehebu lolote haliwezi kuwa njia ya kwenda mbinguni wala dini, ila Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima, kama Yohana inavyosema. Asanteni ndugu zangu, Mungu awabariki. Mwenye sikio nasikie. Kuanzia sasa hivi Yesu Kristo anaweza kurudi. Siseme atarudi lini, lakini Yesu Kristo anaweza kurudi muda wowote na saa yoyote. Katika mfululizo wa mafunuo na maono ninayoyaona ya kurudi kwa Yesu, ni Mungu amenisisitizia akaniambia, Yesu Kristo atarudi, watu wajiandaye. Tuko katika nyakati za mwisho, tuko katika nyakati za mwisho jamani, mjiandaye. Kuna mambo yatatokea duniani ya ajabu ambayo atashangaza dunia nzima. Hiyo itakuwa alama ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na waomba ndugu zangu wote, dini zote, rudini kwa Yesu Kristo, rudini msalabani, kwa sababu tunachokitafuta hapa sio dini, tunachokitafuta hapa sio kufunga sana, wala sio kuomba sana. Tunatafuta njia ya kweli na uzima, njia ya kweli na uzima ni Yesu. Asanteni.